Ahadi yenye Maumivu. U hali gani mpenzi msikilizaji? Leo tunaendelea, na tunaanza simulizi mpya ikwenda kwa jina la Ahadi yenye Maumivu. Ni sauti yangu Leila Timboya kutokea hapa Simulizi Club. 0683327732 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana na, na mimi kwa nambari hiyo WhatsApp only. Uh, unaweza kutu search kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Club, na usiache kusubscribe na kushare simulizi hii. Inapatikana kwa njia sauti katika channel YouTube ya Simulizi Club. Simulizi yetu inaanzia hapa. Amina na Juma walikutana chuoni, walikuwa vijana, walikuwa na ndoto kubwa maishani. Amina alikuwa mpole, mwenye ndoto za kuwa mwalimu, huku Juma akiwa mchapakazi, mwenye maono ya kuwa mfanyabiashara mkubwa walikuwa kama sehemu mbili za roho moja. Penzi lao lilikuwa kwa kasi, likasukumwa na imani, heshima na mipango mizuri ya maisha. Baada ya miaka miwili ya uchumba, Juma aliamua kumposa Amina. Wazazi walifurahi, matayarisho yakaanza, ndoto ya ndoa ilianza kuchukua umbo. Lakini kama ilivyo desturi ya kisasa, walikubaliana kwenda kupima afya kabla ya ndoa. Ilikuwa hatua ya busara kwa wawili waliojaa matumaini. Siku ya kupokea majibu hewa ilibadilika. Daktari aliwaita kwa sauti ya upole lakini macho yake yalikuwa na ujumbe mzito. Amina, vipimo vinaonyesha una VVU. Amina alipigwa butwaa, aliishiwa pumzi, aligeuka kumtazama Juma ambaye macho yake yalishangaa na uso wake ukaziba uzuni. Haiwezekani, Amina aling'anga kwa sauti ya masikitiko. Baada ya ukimya wa dakika chache Juma alinyanyuka kimya kimya, akatoka nje. Siku zilipita bila mawasiliano. Amina aliingia kwenye dimbwi la huzuni, hakula hakulala na... aliwahi kupita kwenye mahusiano magumu miaka ya nyuma, kabla ya kukutana na Juma, uhusiano wa kulazimishwa ambao hakuwahi kumweleza. Juma alirudi wiki moja baadaye, lakini si yule Juma wa furaha alikuwa na maswali, hasira na mkanganyiko. Walizungumza kwa muda mrefu, akilia wa wakasameheana, lakini mwisho wa mazungumzo Juma alisema, ninakupenda lakini siwezi kuishi maisha ambayo sitakuwa huru ndani yangu, samahani. Amina alivunjika moyo, harusi ikasitishwa. Majirani waliongea, marafiki wakamwacha, familia ilichanganyikiwa. Lakini kipindi hicho cha giza, Amina aligeukia elimu, imani na tiba. Miaka miwili baadaye, Amina alikuwa amesimama tena tena, akiwa muhamasishaji wa afya vijijini, akiwahimiza vijana kupima afya zao kuwa waaminifu na kujithamini. Alikutana na mwanaume mwingine ambaye anaitwa Derek, aliyemwelewa, aliyempenda bila kumhukumu. Walifunga ndoa rasmi kwa ushauri wa kitabibu, wakabarikiwa na watoto wawili. Funzo: maisha hayaandikiwi kwa wino wa matamanio pekee, bali kwa hekima na ujasiri, uaminifu, elimu na msamaha Vitu hivi vinaweza kuokoa nafsi iliyojeruhiwa. VVU sio mwisho wa maisha, bali ni wito wa mabadiliko na matumaini mapya. Kwa hiyo usimtenge mtu aliyeathirika na virusi vya ukimwi, kwa sababu kwenye jamii tunaona kuna vijana ambao wanakufa wakiwa haumwi, kuna vijana wanakufa kwa ajili ya vidonda vya tumbo, kuna wengine wanafariki kwa ajili ya malaria, UTI yae, na magonjwa mengine mengi, hivyo basi hata wewe kijana, ukijijua umeathirika, usitumie njia hiyo kuambukiza wenzako kwa kisasi, bali kuenda hospitali kupata ushauri na saa kuanza dozi na kuendelea na maisha mengine. Lakini kuathirika sio mwisho wa maisha. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Simulizi Club.